Hi guys, karibuni sana kwa YouTube channel ya Mama Jimmy. Sasa leo mm, kuja tuwaonyeshe nyumba tangu tuende Kenya tuwaonyeshe mali li. Imefikia ukiona, mm -hmm. nyumba yenyewe ndio hiyo. Hizo ni mamilango za living. Alafu hiyo ni ni mlango ya kuingia main. Alafu alafu hiyo, hiyo ndio nyumba sasa. Hiyo ni veranda bado inashughulikiwa. Alafu, guys, nakwambia baada ya amefanya hizi sasa hivi tumeweka saizi stima iko Sawa kila kitu. Hii ni veranda. Hapa ni mahali tunaweka mabaiskeli zetu. Bado saa hii iko hivyo. Bado bado. Messi bado kazi inaendelea sasa. Bado inaendelea kapa. Lakini tunashughulika tu. Sasa, so ukiona hii ni friji ilikuanga kwa room ingine, so juu ya space hakuna tulimove vitu. Tunatumia hapa tuko na nyingine kwa jikoni lakini guys, hapa sasa tumefikia hapa. Watu wasema, nisisemenge baba mkwe, niseme my dad. So baba yangu amefanya hii mm -hmm. Hii ni mm. nini. Unajua? hiyo ni ya maji ya kuoga hiyo ni ya shawa mm -hmm. mm hot water -hmm. Alafu hii mm -hmm. hiyo unajua mm -mm. hii sasa mm. Kwanza hii ya chini ni mm. pump, tuko mm -hmm. na maji yenye inaingia mm -hmm. lakini inaanga pressure kali mm -hmm. so hii inaweka iko pressure kali na ijae kwa pressure tank yetu mm -hmm. iko na pressure mzuri pressure mzuri, okay. mm -hmm. Sasa hapa ndio penye woshi mashini zitakuwa wosha, alafu mm, mm. hapo chini, kando hapo chini hapo kando ni dryer. Mm -hmm. so Nafikiri ni hivyo, bado inaendelea. Unajua, ingekuwa tu hizi zimeisha haraka tu. Mungu akipenda tutamaliza tu. Hapa ni kwa bathroom ya watoto, sasa kama ile main. Ile main sasa, mm. hapo ni toilet itakuwa hapo, mm. Mm. Toilet sasa itakuwa kuna hapo. Mingi, bado, bado vitu mingi bado so, so nafikiri na marumu, muliona hiyo ndio rumu ya wa rumu, rumu ya watoto hiyo, ni room spare room ya watoto pia halafu hii hapa sasa ndio itakuwa pandri kama pandri. Alafu hapa vitu bado. Naona bado inatengenezwa hiyo dirisha yangu ya jikoni <laughs> so, alafu unajua, acha niwaambie hii nyumba, unajua ndani itaweka nini baba Jimmy in solution ama nini mm -hmm. hapa ndani bado, alafu tena ndio ukuta lakini mm -hmm. Mm -hmm. so hapa juu ya baridi na joto hapa nyumba wanatengenezanga zikuwe special alafu hizi ni vitu za kuweka joto kwa nyumba, so hizi tumenunua, hizo tunangoja tuwekeweke, alafu ishe. Alafu nafikiri ni hivyo sana. Alafu hii stima wamefanya wiring, saa hii stima nafikiri iko sawa. Hiyo saa hii kuweka tu kumaliza ma lights. Alafu plumbing imeshatengenezwa pia, iko sawa kabisa. Hii ni bathroom yetu, hapa ni kwa choo yetu hapa ni mahali pa choo na pa kuoga, na hii bathroom ni nini? Ni kubwa mm, kubwa, nizimu, kubwa sana nizimu, nizimu, choy. Alafu hapa ndio itakuwa kwa, kwa, kwa, kwa, kwa closet yetu chao. Mulango iko huko najua saa hii iko hapa, vitu amenunua vitu ziko hapa yenye nafaa kuwekaweka kwa nyumba. So hivyo guys, nafikiri mingi, lakini sasa nitawaonyesha, tafute mwone inaendelea aje, lakini Mungu anaendelea kutenda. Ni hivi baridi, lakini iko inaendelea mzuri. Unajua baba mko yangu ndiye amefanya hapo, karibu nini? Wiring na plumbing ni yeye tu amekuwa tu, tukikuwa Kenya, yeye amekuwa anashughulika tu, tuliacha kama amemaliza wiring. tuliacha kama amemaliza wiring mdomo wangu kwani imekauka, ni weather hapa, baridi. Saa zingine zinapaka nini, mtu alisema ameshanga. <laughs> E, watu wanasemanga sana sasa, ni mzuri ujitetee mapema. So guys, sasa hiyo wiring <laughs> imeshafanywa <laughs> kila mahali. Sasa itabaki masiling, dryer, what what what, whatever whatever. Plumbing zimefanyika, umeona? Ndio Mama Chimia anajua, watu watu watu <laughs> <laughs> whatever Mbe, mbe na ukuja ufanye kasi ya, mm. Hama. E, nafikiri ni hivyo sana ni hivyo, alafu sijui hii ni mm hizi -hmm. ni, ni, uh, ni. Yeah. hizi ni vitu nafikiri inafaa kushughulikia tu kuwekaweka mm. alafu sasa mniambie guys, makaten niweke ile ya hospitali kama yangu ama, <laughs> <laughs> dirisha ni kubwa. Huko ni nje, na venye inakaa mzuri. Nje weather unasimama tu hapo unaangalia. Alafu unashangaa kitu ingine, kwa veranda yetu iko poa. Ukisimama tu unaona hmm, maji huko chini, unaona bush kidogo huko chini, unaonako kwa, kwa baba mkwe huko kwa, kwa fadhe. Huko yote uh -huh. Alafu usijawaambia hapa, hivi hii shelf itawekwa kila kitu, itakuwa mzuri, sahi bado okay. Hapa tutaweka fireplace, fireplace. Yeah. Hapa chini electrical kila kitu hivyo. So guys, nafikiri hiyo ndio nyumba, living room ni kubwa mm. Hii kitu ni kubwa mm. Nimefurahi mm. tu sana mm. Nimefurahi sana juona tu hii tu tuko hapa, hii yote Alafu huko ndio itakuwa jikoni. Alafu huku living room yote dining labda tutaweka hapo. Tutapanga tu sai tuwezi sema vitu juu. Unamaliza kitu kwanza ndio uanze kupanga. Tulikwenda tumeenza Kenya ndio watu tulikuwa tukifanya kazi. Eh, sasa nyumba sasa unajua sai. Mingi imeletwa eh, na bado inafaa kuiweka. Eh kweli. Unaona kama sai kuna vitu mingi hapa inafaa itengenezwe nyumba iendelee lakini hmm, kwa sababu tuko huku tuko huku huduma alafu, tumesafiri sana alafu, kwanza inafaa kitu kushangaza, tulifika Wednesday ama Tuesday, tulifika Tuesday, tukakaa hiyo wiki kidogo tukatoka hiyo wiki tu Sunday. Tena Sunday hey, so tena ndio tumefika jana yeah. So guys, nakwambia tumekuwa busy penye tulifikia tu hapo tukatoa hata video ya mwisho na Baba Jimmy hapo tukawaonyesha hapo ndio kwa mefika. So kitu yenye saa hii imechange kwa hii nyumba tangu tuache tukienda, ni plumbing ndio amefanya sasa, maji imeletwa sasa hivi ya plumbing imeisha, imebaki insulation, imebaki drywall lani hiyo ya ukuta, alafu na kabine za jikoni na fulo, alafu milango hivyo. Nashukuru Mungu inaendelea vizuri. Mungu ni mwema. Nashukuru sana Mungu, sisi tuko hapa tunaendelea vizuri. Mm, lakini vitu sasa baridi ndio kali driveway. Unaona kama hapa maram vizuri. hapa ndio penye Makani. penye tunapaka gari tumeweka liuambayahapa sasa, sasa, tumeona hiyo gari ingine itosha hapa inatosha ni venye tulipaka tu tangu hapa sasa, unaona vitu venye ni mesi hapa sahi, bado ona huko bado inafaa kuzipanga sahi. Sahi inafaa kuzipanga panga, panga, panga jue sasa. Guys video yangu itaishia hapo sina mengi bye. Bye. Subs. Subscribe, share, comment, like.